Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Ijumaa. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Tunalipata katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 20 aya ya kumi hadi ya kumi na tatu. Pia tunalipata katika injili ya Yohane sura ya kumi aya ya 31 hadi ya 42. Tukianza na habari za nabii Yeremia ambaye Mwenyezi Mungu alimwita tokea tumboni mwa mamake na akamwambia kwamba alimteua aweze kuwa nabii wa kimataifa. Alifurahia utume huo, ingawa alitoa visingizio kwamba yeye ni mtoto hawezi. Mwenyezi Mungu akamhakikishia kwamba atakuwa pamoja na yeye kazi yake kubwa katika taifa la Israeli katika level ile ya kuweza kuwa nabii wa mataifa ilikuwa ni kung'oa uovu wote ambao ulikuwa ndani ya taifa, kubomoa kila aina ya madhabahu zote za uovu, vile vilevile pia baada ya kuweza kubomoa kuharibu kila aina ya ibada za miungu ambazo zilikuwa zimetapakaa kwenye ile taifa la Israeli, na baadaye pia alikuwa amepewa jukumu la kuweza kujenga. Alipoingia katika utume huo alikutana na upinzani mkubwa serikali, yani mfalme wa Waisraeli nyakati hizo. Alikuwa amejikita sana katika kupokea unabii kutoka kwa manabii wa uongo ambao walikuwa wakimwambia nchi iko salama, na kwamba mfalme, utaishi, Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini nyakati hizo nchi haikuwa salama. Nabii Yeremia anapata maono, anaona nchi inakuja kuangamia, watu wote wanachukuliwa, wanapelekwa katika utumwa, akamwendea mfalme kwamba nchi inaangamia, akaanza kutangaza juu ya maangamizi yanayokuja kwa ajili ya nchi ya Israeli. Walichokifanya wale manabii wa uongo pamoja na mfalme, wakamshika Nabii Yeremia, wakamtundika katika lango la hekalu, katika lile lango wakamweka juu, wakamwambia, sasa toa utabiri hapo. Wakamfunga na isitoshe, wakamchukua wakaenda kumtumbukiza ndani ya kisima kirefu, afie huko. Hasa katika sura ya ishirini ndipo Nabii Yeremia analia kwa Mwenyezi Mungu kwamba utumishi wake umekuwa ni mateso, utumishi ule nabi, wa kuweza kuwa nabii wa Mwenyezi Mungu umempelekea kufungwa, umempelekea kutengwa, umempelekea aweze kuonekana kituko. Anasema kwamba nimesikia mashutumu ya watu wengi, hofu ziko pande zote, hadi marafiki zangu wanaonivizia, wanasema wana, wana e, tumshtake nasi e, tumshtaki nasi tutamshitaki, huenda akadaika, nasi tutamshinda. Twajifunza jambo moja, kipindi ambacho nabii Yeremia alikuwa anaishi, ukiitwa nabii wa Mwenyezi Mungu utambue, mbele yako ilikuwa ni kifo, mbele yako ilikuwa ni mateso, mbele yako ilikuwa ni kukataliwa, mbele yako ilikuwa lazima upate mashutumu mbalimbali. Kwa nini? Manabii wa uongo ambao walikuwa wanatabiri mema walikuwa ni wengi lakini manabii wa kweli walikuwa ni wachache, na nabii alikuwa ni kinywa cha Mwenyezi Mungu, lazima aseme yale anayoyaona, na yasipotokea ilikuwa lazima uwawe, na usiposema moto ndani mwako unakutesa. Sasa hivi tunakutana na watu wengi wanaojiita manabii, ambao wanapenda kuzungumza katika swala zima la mafanikio, hawatoi ule ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Nabii alikuwa ni mpweke, lazima ajitenge, akae mbali kabisa kabisa na watu asionekane huko mjini, yeye akae asikilize sauti ya Mwenyezi Mungu. Lakini manabii wengi ambao sasa hivi tuko nao wako mjini, kazi yao ni kutabiri huko mjini. Ndio maana tunajiuliza je, tunao manabii wa kweli au tunao manabii wa uongo? Nabii Yeremia anavyosimama kati ya manabii wa kweli wa Mwenyezi Mungu, ndani mwake amebeba mashutumu. Nabii huyu ndani mwake amebeba watu wanaomvizia, wanataka kuweza kumuua nabii wa kweli huyu amebeba mashitaka mengi, na haya yanampelekea watu kutekeza kulipiza kisasi. Ukiwa unapita katika mazingira kama ya nabii Yeremia, jipe moyo, utambue upo katika kundi la hawa manabii wa ukweli wa Mwenyezi Mungu. Nabii Yeremia baada ya kupita katika changamoto hizo, anaingia kufanya maombi. Yeye anasema Bwana yu pamoja nami, aliamini kwamba hata kama watu watamwacha lakini kuna mtu mmoja ambaye hawezi kukuacha ambaye ni Bwana. Hata kama wewe nyakati mbalimbali mbali, popote pale ulipo umepita katika mazingira ya nabii Yeremia, utambue kwamba Bwana yupo pamoja na wewe, hawezi kukuacha hata kama mashutumu yamekuwa ni mengi, hata kama washindani wako wanakufanyia mambo ambayo ni mabaya. Bwana yupo pamoja na wewe, hawezi kukuacha. Anasema ni mfano shujaa mwenye kutisha, hivyo basi wanaonionea watajikwaa, wala hawatashinda watatayarika sana kwa sababu hawakutenda kwa akili, wataona aibu ya milele ambayo haitasahuliwa kamwe. Neno la faraja ambalo huyu nabii Yeremia analibeba kwa Mwenyezi Mungu anaendelea anasema maombi yake sasa kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu katika nyakati hizo ngumu alikuwa yuko peke yake, anamwendea Mwenyezi Mungu kwa moyo wa thabiti, anasema e Bwana wa majeshi, wewe wajaribu wenye haki waona viuno na mioyo, nijalie kuona kisasi chako juu yao, kwa maana nimekufunulia wewe neno langu. Katika nyakati ngumu zote za maisha ukipita ukiwa umejaribiwa umefanyiwa mambo magumu kama haya, inua moyo wako, funua neno lako kwa Mwenyezi Mungu. Usianze kutumia muda mwingi kwenda kuongea na watu, kwenda kupeleka shida zako kwa watu, wanadamu watakumbua tu. Fanya kama nabii Yeremia katika mazingira magumu unavyokataliwa, yapeleke maombi yako kwa Mwenyezi Mungu. Katika Injili tunamwona Yesu ambaye anafanana sana na Nabii Yeremia. Nabii Yeremia alibeba mateso mengi ya kukataliwa, na vilevile pia Yesu anapojiandaa kuingia katika mateso kwenda kutekeleza kusudi la Mwenyezi Mungu, kuubeba msalaba, kukataliwa na wazee wa kanisa, kukataliwa na wazee wale ambao walikuwa ni Wayahudi ambao ndio wangeweza kumpokea Tunakutana na Wayahudi ambao wanaokota mawe ili uweza kumpiga Yesu, na Yesu anawaambia, ni kweli, mnataka kunipiga mawe? Anasema, kwa kazi gani ambazo mimi nimewaonyesha? Kazi nyingi nimewaonyesha, nimeponya watoto wenu, nimewafundisha neno la Mwenyezi Mungu, wafu wamefufuliwa, nimewalisha chakula zaidi ya watu elfu tano vilevile pia wale waliokuwa vilema wanatembea nimewafanyia mambo mengi mambo mengi mambo mengi kwa kazi gani ambazo mnataka kunipiga kwa mawe na wanamwambia kwamba kwa kazi nzuri ambazo umezifanya hatuwezi kupiga mawe tunakupiga mawe kwa sababu wewe umejiita umefanya kufuru na umejiita kwamba ni mwana wa Mwenyezi Mungu katika safari ya maisha ya duniani hapa ambayo tuko nayo unaweza ukawatendea watu mema mengi ukajinyima hata ile nafasi yako uliyokuwa nayo uweze kuwainua watu. Mwishoni kabisa mwa safari yako ya maisha, watu hawa hawa ambao uliwatendea mambo mengi makubwa watakugeuka, kama walivyomgeuka Yesu. Lakini usiache kutenda mema, kazi zako njema ambazo ulikuwa umezifanya ndizo hizo ambazo baadaye zitakuja kusimama kwa hawa washitaki wako. Angalia hawa wanajikwaa baada ya kuweza kuokota mawe kuweza kumpiga Yesu. Anawaambia, mnaniua kwa kazi gani njema ambazo mmenifanya? Wanasema kwa sababu ya kufuru. Hivyo basi, bakie mwaminifu kutenda mema kwa kila mmoja, hata kama umekataliwa. Na baada ya mazungumzo mengi sana ya kiteolojia ambayo yalikuwepo, Yesu akithibitisha kwamba yeye ni mwana wa Mwenyezi Mungu na ametoka mbinguni amekuja kwa ajili ya kuweza kuwaokoa wanadamu hakuja kwa shauri lake, kwamba yeye ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Wanatafuta tena kumkamata, lakini akaondoka mikononi mwao. Kitu gani tunachojifunza? Katikati ya maadui zako lazima ujipange kujitenga na hao, usije ukajifanya kwamba wewe una upako mkubwa, kwamba unaweza kawashinda. Yesu alijitenga akaenda ng'ambo ya Yordani, ambako ni mahali alipobatizwa anaenda kukaa mahali pale ambapo Yohana Mbatizaji alimbatiza na mbingu zilifunguka, sauti ya Baba ikatoka ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, niliyependezwa naye. Kwamba pale ambapo alipoanzia utume akaenda pale, ameenda kukaa mahali hapo. Inapendeza sana. Kumbe nyakati ngumu za kuweza kukataliwa, nyakati ngumu za kufanyiwa mambo mabaya, kumbuka sehemu ile ya kwanza ambapo ulianzia huduma yako sehemu ambapo Mwenyezi Mungu alijifunua kwako. Kumbuka mazingira kama hayo, kumbuka ulipoanza maisha, Mwenyezi Mungu alijifunua kwako vilevile. Vile pia usisahau katika habari za Yakobo, naye mwenyewe alivyopata machangamoto makubwa, alikwenda Betheli. Habari tunazipata katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 35. Yakobo alikwenda Betheli ambapo Mwenyezi Mungu alimtokea na Mwenyezi Mungu na Yakobo akajenga madhabahu. Kuna sehemu fulani ulianza maisha yako ya kiroho. Unapopata machangamoto rudi hapo, kakae hapo, tafakari. Utapata nguvu kubwa sana ya kusonga mbele, utapata nguvu kubwa sana. Kuna mahali ambapo mwenyezi Mungu alijifunua kwako, mahali ulipokuwa mchanga, ulipokuwa unakutana na mwenyezi Mungu, ndio mahali pako kupatia nguvu nyakati zote ambazo zinazopita katika changamoto. Nenda kati katika ukimya, tafuta mahali ambapo pana ukimya, Bwana ataongea na wewe. Yesu anakwenda Yordani anapata nguvu na akiwa huko watu wengi wanamwendea na kuweza kumwamini katika nyakati hizi ambazo Yesu anaenda kuteseka, ambazo pia watu wengine wanateseka, tujifunze kujitenga, kukaa katika ukimya katika nyakati ngumu hizo ambazo Yesu anaenda kuteseka, nabii Yeremia pia anateseka. Tujifunze kudumu katika kufanya kazi njema katika nyakati ngumu ambazo Yesu anateseka na nabii Yeremia anateswa, tujifunze pia kufanya maombi mbele za Mwenyezi Mungu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.